Hii uh, ni mia nne kumi na tisa chapa tumbili kutoka sidiko Tanzania, na viripotawapo kila siku vicho kilimo ikiripoti kutokea wilaya ya Hana, na hapa tuko Nangwa na mita chache kutoka mji mkuu wa wilaya Hana hanaakatsh hili shamba darasa yetu na, Nafikiri inajieleza. Inaonekana shamba linaonekana, yaani sina mengi sana ya kusema kuhusiana na shamba hili zaidi sana. Nimekuandalia video hii kutaka kuthibitishia na kuonyesha ubora wa tumbili namba 419 kumi na tisa. tumekuwa tukisema mara nyingi sana mbegu hii beba mbili mbili na stawi vizuri. Nafikiri unaona mkulima, unaweza kaona shamba darasa hii yote kwa ujumla wake imebeba mbili mbili sehemu zingine imebezwa mpaka tatu, lakini kama kawaida mara zote tunakueleza kwamba ili upate matokeo mazuri kama haya, lazima uhakikishe unazingatia misingi ya kilimo bora. Hapa hizi ni tatu: moja, mbili, tatu, na yote ni makubwa, na mtoto wanne hapa wa mdogo, mbili, mbili, mbili tatu, namna hivi sasa, ili upate matokeo kama haya, nakupa kodi leo, pasipo kuzingatia matunzo usisahau kupata matokeo haya, hata kama mbegu itakuwa na bora kiasi gani, hata kama mbegu itakuwa nzuri kiasi gani. Unachopaswa kufanya mkulima, hakikisha unazingatia usafi wa shamba, upandaji sahihi, udhibiti wa wadudu na matumizi sahihi ya mbolea. Hakikisha unapopanda unapandia mbolea inayoweza kukupa kirutubishi cha phosphorus. Mfano ni dapu. Shamba hili tumelipanda kwa kutumia dapu kutoka katika kampuni ya Yara, ndio tumeitumia kupanda shamba hili. Lakini baada ya kupanda, ndani ya mwezi mmoja tukaweka mbolea ya kwanza ya kukuzia, kitaalam tunaita first top dress fertilizer, tukaeka urea kwa mara ya kwanza kabla haijachanua kabla haijachanua, tukaweka mbolea ya mara ya pili ya kukuzia, tunasema ni second top dress fertilizer, na mbolea tuliyoweka ya mara ya pili ni Kinoplus ambayo ina nitrogen kwa asilimia arobaini na ina sulfur kwa asilimia sita. Ndio ambayo tumeweka kwa mara ya pili. Sasa ambacho ninakusisitiza mkulima, ili upate matokeo kama haya ambayo unayaona kwenye shamba hili, hakikisha unazingatia matumizi ya mbolea walau. Kama utashindwa kuweka mbolea mara tatu, basi angalau weka mbolea mara mbili, kwa maana ya kwamba weka mbolea ya kupandia wakati unapanda ama wiki ya kwanza mpaka wiki ya pili mara baada ya mahindi yako kuota, hakikisha unaweka mbolea ya kupandia, na baada ya hapo kama mfuko hauruhusu sana, basi unaweza ukavuta kidogo ukaja kuweka mbolea kili ya pili mahindi yakikaribia kuchanua ili uyaandae na umebaji, lakini tala tunakushauri tunakushauri, jitahidi weke mbolea mara tatu kama tulivyofanya kwenye shamba hili. Tatu hazina masiara kabisa tatu okay. Sasa wakulima, mnapenda sana mnapenda upate matokeo kama haya, lakini pasipo kukumbuka kwamba ili upate matokeo kama haya lazima uhakikishe umehudumia. Pasipo huduma huwezi kupata matokeo kama haya. <coughs> Oyo. Ndugu mkulima ambayo unatufuatilia, hicho ndo ambacho tunakusisitiza. Hakikisha unazingatia matumizi ya mbolea, hakikisha unazingatia usafi wa shamba. Yes, zingatia mambo hayo ili upate matokeo mazuri, na tunakukaribisha tunakukaribisha Sidiko, nyumba ya mavuno mengi, kwenye 419 tumbili mpya ambayo inafanya maajabu, ambayo ina uwezo wa kukupa kati ya gunia arobaini mpaka arobaini na nane ndakutapanda kitaalamu kama tulivyofanya katika shamba hili. Shidiko tunasema ni nyumba ya mavuno mengi, na always it starts with the right seed. Minja kilimo tunasema kilimo ni maisha, kilimo ni ajira. Dani sana.